Ili kuendelea kupunguza utegemezi wa bajeti kutoka Serikali Kuu, mkuu wa wilaya ya Kilindi Hashimu Mgandilwa, ameitaka halmashauri hiyo kuongeza wigo wa ukusanyaji wa mapato sambamba na uwekezaji. Rai hiyo ameitoa wakati wa kikao cha kwanza cha baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Kilindi. Moja ya jukumu kubwa tulilonalo ni kuhakikisha tunaendelea kupanua wigo na kuongeza vyanzo vya mapato ili halmashauri yetu iweze kujitegemea kama ambavyo mnafahamu halmashauri yetu bajeti iliyopitishwa mwaka ishirini na tano ishirini na sita ni takriban bilioni arobaini na moja. Katika hizi bilioni arobaini na moja, fedha ambazo zinategemewa kutoka kwenye mapato ya ndani ni shilingi bilioni nne pekee. Niendelee kuwaomba muone umuhimu wa kuendelea kupanua wigo na kutafuta vyanzo vingine vya mapato ili tuweze kutekeleza yale mambo yote ambayo tumeyadhamiria. Kuwa tuna wajibu wa kufanya uwekezaji wa hii fedha ambayo tunaipata, ili tuendelee kukusanya kesho na kesho kutwa. Naye mbunge wa Jimbo la Kilindi, Saleh Mhando, amesema kuwa katika kuinua uchumi wa wilaya hiyo wanatarajia kuja na mazao ya kimkakati ambayo yataweza kuinua uchumi wa wananchi na kuihakikishia Halmashauri mapato. Wilaya ya Kilindi mtaji wake ni ardhi tu Tuna ardhi ya kutosha, lakini mimi najiuliza hii ardhi inatoa nini? hicho inachokitoa kweli, watu wote hapa tumekaa tumefikiri na tumeona tumeridhika. Uwekezaji na uwekezaji kwenye ardhi ni mazao. Lazima tuje na mazao ambayo yanazali yanaleta yanaleta multiplier effect likizalishwa linazalisha kiwanda kiwanda kinakwenda kutoa ajira kwa vijana ambao tunawapeleka VETA. Sasa ndio mambo ambayo tunataka tuje hapa tukae watu tufikiri na tutende. Hata hivyo, mwakilishi wa katibu tawala mkoa wa Tanga, Isaya Bikali, akatoa rai kwa madiwani kushirikiana na watendaji katika kubaini na kusimamia vyanzo vya mapato kwenye maeneo yao. Madiwani tulioingia tukienda kushirikiana na watumishi wenzetu, sisi ndio tunaojua vyanzo vya mapato viliko huko kwenye kata zetu. Ninaamini tukifanya kazi kwa kushirikiana ipasavyo, tutaenda kusaidia halmashauri yetu kukusanya mapato, na sisi tukawe basi waalimu wazuri kwa ajili ya kuhakikisha kwa kwamba mapato yanaenda kukusanywa kweli, yanakusanywa na yanafika kwa wakati na yanafanya kazi ambayo imekusudiwa ya maendeleo <mulia>